Zaidi ya watu mia moja waliokuwa na uraibu sugu wa mihadarati na baadaye kurekebisha tabia huko Malindi, katika kaunti ya Kilifi, wamepokea msaada wa shilingi nusu milioni kama mtaji wa biashara ili kuachana na tabia hizo. Akizungumza wakati wa kuwakabidhi hundi hiyo kutoka shirika la Omari Project, ambalo limekuwa likihusika na miradi ya kurekebisha tabia, Twahir Mohamed alisema dhamira ni kuwasaidia watu hao kuachana na matumizi ya mihadarati. Aidha ameitaka li kuwa makini katika makabiliano ya jinamizi hilo ambalo ni donda ndugu katika ukanda wa pwani ya Kenya. Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika la Malindi la kupambana na mihadarati Famao Mohamed aliwalaumu na wanaoshirikiana na walanguzi wa mihadarati, na tunayambia serikali itie maanani itie maanani kupambana na walanguzi wa madawa kulevya. Sisi tunalifahamu taifa letu la Kenya, hakuna shamba lolote ambalo kwamba linapanda, uh, linapanda mmea wa heroin. Heroin inatoka Colombia, Afghanistan, nchi hizo huko mbali, lakini inapita katika airport zetu na mapoti ma, ma yetu lakini hatuoni hatua za kimsingi za serikali. Kuna baadhi ya maofisa wa polisi wanashirikiana na walanguzi wa madawa ya kulevya, ndo ikawa imekuwa changamoto kuweza kupambana na ulanguzi wa madawa ya kulevya mkoani Pwani.